Kuna tofauti ndogo kati ya mmiliki wa biashara nikimaanisha business owner, na mwekezaji nikimaanisha investor. Nikianza na mmiliki wa biashara, huyu ni mtu anayeunda mifumo baada ya kuanzisha biashara yake ili aweze kutengeneza kipato hata kama yeye hayupo hapo kwenye biashara yake. Anaajiri watu anatengeneza mifumo ambayo kazi yake ni kudhibiti wale uh, watu aliowaajiri ili waweze kufuata taratibu zote alizojiwekea. Anatengeneza mifumo inayoongoza manunuzi, mauzo, njia ya malipo, utunzaji wa kumbukumbu stock taking, na kila kitu anachohitaji. Kwa upande wa mwekezaji, yeye anachukua faida ya biashara anayoipata na kuifanya hiyo pesa ifanye kazi kwa ajili yake. Yeye haongozi watu, hajengi mifumo, bali anaongoza asset zote ambazo ziko chini yake. Anaelewa njia sahihi ya matumizi ya pesa yake na namna ya kuizidishia thamani hiyo pesa yake. Mwekezaji anaweza kuwekeza kwenye ardhi, hisa, cryptocurrency, stock au miradi yoyote ya kidijitali yenye kipato cha pasipo na juhudi yoyote. Yaani yeye ya anatumia hela yake kumiliki biashara za watu wengine, ananunua hisa za biashara za watu wengine, wao wanakuwa wanaiendesha, lakini yeye anapata gawio. Mfano wa mwekezaji ni kama Warren Buffett. Hanunui kila kampuni ili aisimamie yeye mwenyewe, bali anatumia pesa yake kununua umiliki wa hiyo kampuni ili aweze kutengeneza na kupata faida kila mwaka. Mpaka hapo utaona, mmiliki wa biashara anajenga mashine ya kipato, lakini mwekezaji anamiliki mafuta yanayoendesha mashine hiyo. Ina maana investa kazi yake kuongeza nguvu kwa hawa wamiliki wa, wa biashara ili waweze kuexpand zile biashara zao haraka zaidi. Ngazi zote hizi mbili ni za muhimu sana, kwa sababu zote zitakusaidia kutengeneza kipato endelevu ambacho hata kama wewe haupo hapo kwa wakati huo, kipato kitaendelea kuingia. Kwa hiyo hizi step mbili ni za muhimu sana kwa mtu yoyote ambaye ana maono ya kutaka kufika mbali.